Niweze kusema tu Bandarini SACCOS inatuwezesha sana wanachama, na tukiitumia vizuri, tukiitumia vizuri inaweza kututoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu ushirika unanisaidia nikope bila mawazo, kwa sababu sina riba kubwa. Riba, riba yake ni nafuu na inawezekanika, lakini pia inanifanya najiwekezea kidogo kidogo na, na kopa kile nilichohifadhi. Sikopi zaidi na ninachokopeshwa kinakuwa ndani ya uwezo wangu, kama tulivyoambiwa hapa kwamba baada ya maisha ya kazi tunarudi mtaani. Elimu ambayo SACCOS inatupatia bandarini SACCOS kwa kweli, mimi ningeipata mapema, ningeanza mapema. Lakini kama hii elimu mkiendelea kuitoa, nafikiri wanachama wataanza kujipanga na kujua kwamba baada ya kustaafu, basi wataishi maisha mazuri ya kustarehe kwa sababu tayari watakuwa wamejiwekeza na wana kipato ambacho kitaendelea kuwepo nacho yaani kipato endelevu . Sasa tuitumie hii SACCOS yetu vizuri kuweza kuyatengeneza malengo yetu na kutafuta vitu ambavyo vinaweza vikawa mbadala ya mshahara. Leo mshahara wako ukipungua, labda ukaenda sehemu incentives hazipo, basi uwe na kitu ambacho kusasaidia zile incentives kujaziwa. Lakini kitu kingine nikiwa kwamba mwanachama wa Bandari SACCOS, mimi nasema kila siku ni siku ya kuingiza pesa. Of course unaweza usinielewe sana, mimi ni Mchaga, tumezaliwa katika mazingira ya kwamba kila kitu kwetu ni fursa ndio maana mwezeshaji hapo anasema usipoiona biashara basi wewe ni biashara. Kwa hiyo tujitahidi sisi wenyewe tuangalie fursa zinazotuzunguka tuangalie ile mahitaji yetu sisi, nini ambacho tuna uhitaji nacho zaidi, nini ambacho kinakosekana. Yawezekana usifanye wewe, una kazi nyingi, lakini kuna members wa familia. Wewe mwenyewe unaweza ukaweka kitu, akafanya mtu mwingine kwa niaba, basi utakapokuwa unapata muda unakuwa unashiriki kwa sababu kesho unaweza ukastaafu, umepewa milioni mia mbili hamsini milioni mia tatu. Hujawahi kufuga kuku, sikudanganya. Ukienda kufuga mara ya kwanza tu, umeingiza ile hela, wale kuku watakutenda. Au umeenda umefungua zako hardware, hujui wananchi wa eneo lile wanataka nini, wa umeenda tu umepiga mtaji wako wavo milioni mia hamsini, duka zuri, rangi za kutosha, zitaganda ndani. Kwa hiyo mi nafikiri kama kuna chochote ambacho unakitarajia kukifanya, anza sasa kwa kupitia bandarini SACCOS, kwa kupitia pesa zetu tunazodunduliza. Anza sasa kidogo kidogo, na vyote vinawezekana. Kila mmoja ana uwezo wa kutimiza ndoto zake kama akizisimamia. Mimi nina ndoto, sijui wewe kama una ndoto. Haya makaratasi sijui daktari, sijui CPA, sijui meneja, kuna siku vinakoma, lakini kama una kitu umewaachia watoto wako havitakoma. Tuangalia wafugaji, wana ng'ombe, akifa anaacha ng'ombe. Zinaende, zinaendeleza familia. Sisi tukifa tunaacha vyeti ambavyo havikusaidii chochote.